Mm, mi ni Evans Luta toboa mwenyewe, mimi ndio toolbox. Kwanza kabisa nataka kuwaambia wakazi wa Malava wa Kabras, wale watu wanaishi Kabras residents wote wakiwemo Gen Z yes, youth yes, wazee na wamama yes. Karibuni wote pale Malava friends IBC offices Tuingize Seth Panyako apeleke makaratasi yes! na kuna vijanjarika vingine viparaka vingine vinaitwa Cleophas Malala yes. Kijana ambaye alikuwa anajifanya yeye ni muluya kumbe huyo mutu ni, mu, ni, ni, ni, ni Nilots. Nataka kuambia wewe Malala, wow. Kesho jaribu kuleta hiyo mchezo ya TCP hapa Malava ndio ujue mbivu na mbichi ni gani? Yes. Kesho tunapeleka makaratasi ya kandideti wetu wa pati Yatap Kenya hapa Malava, ambaye ni Seth Mbusini Panyako. Muda ambaye anasema ako na ukuta wa Jeriko, my friend Malala, na hiyo ukora yako na hiyo wizi ulifanya ukiwa secretary general. Jaribu hapa Malava ndio ujue. Jaribu aone. Seth Panyako kufanya ukakuwa secretary general kwa yes. Hiyo kura walikupea yes. Seth Panyako alikufanya Ruto president akapata 27000 votes yes. Seth Panyako alifanya Khalwale akawa, uh, senator. Khalwale senata raundi Khalwale amejoin Oparanya, amejoin na wao Malala kwa sababu wewe ni mwizi yeah. Umeibia wa mnyoro yeah. Yeah. Seth apa Malava round hii, my friend, utakutana na mundu kumundu yes. Na Seth yes. Panyako ako na makende mbili kama yako yes. My friend Sukuma, tuhakikishe sasa amepata. Ay, makaratasi yeah, ako clear yeah, na huyo ndio candidate wa Malava yeah. yeye ndio ataenda kutengeneza serikali ya national government yes, kule bungeni ya Nairobi yeah. na president akiwa executive naye atakuwa na uh, serikali ya uh, national government yeah. yes. na tutasukuma huyo ajenda tuhakikisha amekuwa mbunge yeah. yes. watu wa Malava, mutu mkombozi, mutu strong, mutu agree Man agarajas mtu ambaye anaweza sukuma maendeleo ya Malava, wakiwa hata na rais. Ni nani? Seth Panyako. Ni nani? Seth Panyako. Hiyo kiparaka hiyo puppet ambayo mmetuletea inaitwa eh, ndakwa. Nataka kukwambia my friend, weka boot zako sawasawa sawa. Unakutana na mtu ambaye amekomaa. Wewe umewekwa kwa mfuko hata na count government mm. Ile vitu walikuwa unafanya at minority leader, ulilala kwa mchoki ukaara kwa nyororo na jembe imepaki palepalepale pale, pale. Yeah. My friend, huyu ntoboa mimi ni mtu ya uko yako yeah. Lakini Malava tunataka leader a leader yeah. Watu wa Malava wamekubali yeah. Ni yeah. Sats, ambusini ambsini Panyako. Panyako. Panyako tutasukuma ajenda ya Panyako mpaka yeah. kwa tepe yeah. Watu wa Malava na waomba kwa heshima kubwa, mpe Seth hmm, Panyako kura, akomboe Malava. Asanteni sana.